Yesu alisema chumvi ni kitu chema. Ilo neno tu moja lina maana sana. Katika viungo vyote hapa duniani, hakuna kiungo kama chumvi. Hebu sema chumvi. Nitakupatia, nitakupa ufafanuzi wa haraka kidogo tu, sitachukua muda mrefu. Kwanza, ukiweka chumvi mahali popote, wadudu hawakanyagi, iwe ni inzi, uwezi kukuta inzi ametua juu ya chumvi. Naongea na watu bodo itiki, naongea na watu Manake chumvi ina madini yasiyochezewa. Hebu sema chumvi ina madini yasiyochezewa. Kwa chumvi hata tukiweka hapa, huwezi kuta nzi. Ndiyo maana wale watu wanaofanya biashara kwenye mahoteli, kama nzi wameongezeka kwenye meza, wanachukua chumvi wanafanya nini? Wananyunyizia juu ya meza, nzi wanakimbia. Vivyo hivyo sasa, kwa kuwa chumvi inaweza kufukuza nzi na wadudu wengine, tunaibadilisha kwenye mwengu wa roho, ikafukuza wachawi na madawa kwenye nyumba yako kwa jina la Yesu, na kufundisha maarifa, tunaigeuza katika ulimwengu wa roho. Itikia, sema amen. Tukinyunyizia kwenye mji wako, mtu yeyote asiroge hapa. Mlionielewa msema amen, kwa sababu tatizo letu kubwa katika nchi zetu za Kiafrika uchawi na uchawi hauna kinga wala dawa, labda Yesu peke yake. Nataka wewe nyumba yako isichezewe. Inua mikono juu, sema yeyote aliyezoea kuchezea kazi yangu na nyumba yangu kuanzia leo hatochezea tena katika jina la Yesu. Shusha mikono. Ndio maana Yesu anasema muwe na chumvi ndani yenu, mukakae kwa amani, ninyi kwa ninyi. Muwe na chumvi ndani yenu, ina maana kuna watu wana chumvi na kuna watu wana chumvi, watu waeziona chumvi, wana pilipili. Wenye chumvi wanakaa kwa amani. Shika mkono jirani yako, hauna jirani, mshike mkono, mtikisa hivi ewe, vipi? Muone ndani yenu. Kwa nini watu wengi wenye familia ni migogoro? Kwa sababu hawana chumvi. Naongea na wewe bwana ziviwe, una ladha nzuri unakoishi, au wewe ni kichomi? Wewe ni upupu? kuna huh, watu ni wabaya, huwezi kukaa naye wiki, anazusha anaongeza maneno, ananuna bila sababu, ni mtu yani ana mambo mengi, ukikaa nyumba moja una, unatamani uhame, hana chumvi ndani yake. Yani unakuta mtu ni kama pepo, ana hasira saa yote, akiamka asubuhi hasalimii ya, yani, amai, wana nja. Ya. Ni mtu ambaye huwezi kujua ameshiba. Uwe na chumvi ndani yako ukakae na amani na watu wengine. Shika mkono ndani yako mtikize yeah. Sana kwambia uwe na chumvi ndani yako wewe ukae na wengine kwa amani <coughs> unakaa na watu kwa amani, si uniangalie hapa, unakaa kwa amani. Amina. Wewe huyo huyo ni mchokozi. Wewe huyo huyo ni muongo wewe huyo huyo, yani hulizikagi wewe huyo huyo, mtu akikosea akakupa hela zake hurudishi, unamruka ulinipa lini? Nanaliona, mbona mimi sikumbuki, sinisingizie. Sema ame. tuzi tuje, sema ame. Unaenda kwa mtu, sema Bwana Yesu nibadilishe, sema kwa sauti, Bwana Yesu nibadilishe niwe na chumvi ndani yangu, piga <coughs> makofi piga mikono isikike, sema amen, amen. <coughs> Mtu mwingine hutaki kufanya kazi, nataka kula tu. Umeoa mke, hutaki kumtunza. Jamani, wani mwanaume kabila ipi hivi? Hukufundishwa ukioa maana yake umemletea dadu mutunze? Yaani mwanaume unatoka nyumbani wakwepa majukumu Yaani wakati wa kuondoka uagagi kama mnazunguka kidogo, ni kama mnachungulia kuku, naenda upande huu tena, ni kama kuna kitu mmepoteza, kumbe natafuta gia kuchomoka ghafla. Mke akiwa anafagia, huyo umeenda. Jamani, mmemwonea baba. Jeni yuko wapi? Amepitia huku nyuma. Sema amen. Mwambie jirani yako unapoondoka kwenu, mwambie unapoondoka pale nyumbani unapoishi. Mwambie, mwambie, mwambie, hata kama umekaa na wazidi, mwambie unapoondoka pale nyumbani. Hakaombe haka kama umeokoka aitike, useme amen. Kwa nini huagi? Wanaweza sivyo? Amen iyi hivi. Na kanisa, wewe ni muumini wa kanisa, una safari zako uagi. Mimi si nipaswa na paswa kujua upo au wapo? Sema amen. Hii ni dunia Lazima umwambie kiongozi wako, baba, huu mwezi mzima sitakuwepo, ili hata napoomba ombee safari yako. Unachomoka kama vile wewe hayakuruhusu, sasa likitokea shida. Sema amen. Muwe na chumvi. Chumvi ina akili, ina testi nzuri. Chumvi ya mtu ni namna anavyokuwa na tabia zake. Watu wengi muna matatizo, lakini mliyasababisha wenyewe eh. Unaishi vibaya, natukana watu, huyo huyo wewe huagi, ukipewa vile watu urudishi, unakopa ulipi, unaazima urudishi. Kwa nini wewe ulikuwa uendi kwa wengine wakiwa na shida? Hebu shika mkono jirani yako, mtikize kidogo, amke, muulize, unaendaga kuona wagonjwa? Muulize, muulize, unaendaga msibani? Muulize watu wakiwa na shida, unaenda kuwapa pole? Amesema haendi. Sema ame, itikia, sema ame. Biblia nasema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Unapowapa watu tabia njema, na wewe watakupa nini? Tabia njema. Uwe na radha nzuri kama chumvi. Fungua mdomo wako, sema ame, sema ame? Kuna watu hawakopesheki kwa sababu hatalipa anakula vya watu harudishi, sio mtoaji. Acha vizazi, maisha haya hatuishi kwa vizazi. Maisha haya tunaishi kwa msamaha. Maisha haya hatuhesabu makosa ya wengine, maana hata wewe unayo. <coughs> mwambia jirani yako, acha kuhesabu makosa ya wengine. Mimi nimekuwa nikiona waumini wanaambia, nilifiwa hamkuja kuniona, wakati yeye kwenye misiba haendi, tukichanga rambirambi hatoi, ila yeye akimfika nataka tumpe. Unataka kuvune mara hujapata. Panda mbegu kwanza ndio kavune hapo <laughs> utanipenda . Matatizo mengine tunayasababisha sisi kwa kukosa malezi mazuri. Toa sauti yako sema amen. Toa sauti yako nzuri sema amen. Nisomee Matayo 5:13. Mathayo matayo tano tatu. Sikiliza sikiliza anachoongea: Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi kimeharibika, itawekewa nini? Rudi kwa chumvi nzuri, haifai tena kabisa, ila ni kuitupa nje, ikanyawe na watu. Endelea, ninyi uru ya ulimwengu Mji hautastirika, mji haufichiki ukiwa juu ya mlima. Huwezi kuwasha taa jamani. Bwana sifiwe. Taa inakaga wapi? Wewe ni taa, we umeling'ashwa. Vitu hivi, wewe ni chumvi, wewe ni taa. Chumvi inabadilisha ladha nomo. Nitazama, wewe ni chumvi. Chumvi kazi yake ni kuweka ladha nzuri. Chumvi inazuia uozo. Ukiweka chumvi juu ya nyama hata kama hujaipika ukaipaka chumvi kaweka hapo haitaoza. Ukiweka chumvi juu ya kidonda umeumia, ukanyunyizia chumvi dami na acha kuvuja. Kwa maana hiyo wewe ni chumvi. Nenda kawe chumvi pale mtaani kwako. Nenda kawe chumvi pale nyumbani kwako. Nenda kawe chumvi katikati ya ndugu zako. Hebu we chumvi kwenye ndoa uliyonayo wewe. Usababishe radha na mambo yawe mazuri kupitia wewe kwa jina la Yesu. Sasa unaenda kuwa pilipili. Biblia inasema ninyi ni pilipili? Mwambie jirani yako, wacha kuwa pilipili, sema ame. Na pilipili nazo zina aina. Kuna pilipili nini na nyingine pilipili, kumbe kuna pilipili kichaa. Kuna pilipili mwendokazi, kuna pilipili mbuzi. Sasa wewe sio ni pilipili ipi? <laughs> ambaye watu akikuonja wa ndimi zinakatika. Yesu hajasema ninyi ni pilipili ya dunia Ninyi ni chumvi ya dunia ina mikono juu haraka sana, tamka kwa sauti, maana naya kumaliza. Sema, Baba nifanye kuwa chumvi nzuri, chumvi ya dunia kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu, kuanzia leo nitakuwa chumvi nzuri. Mpige Bwana makofi, Mungu asikie, kwa maana wewe ni chumvi. Piga mikono, piga mikono, piga, mikono piga, piga. Piga, piga. Mtu ni tabia Mtu? Mtu ni nini? uwezi ukawa na tabia mbaya ukawa chumvi. Sema amen. Ili uwe chumvi, unapaswa kuwa na tabia nzuri, kusaidia wengine, kuwaona wengine, kuongea na watu vizuri, usiwazidishie uongo uongo, usiwachukie jamani. Bwana sifiwe. Kuna katabia fulani imekagundua watu wanako, ati yeye akikosewa kidogo ananuna. Siku hizi hata wanaume wananuna anakaa mdomo m hata juueamekoaje huyu. Tabia za kipumbavu kweli, tabia zao ni kununa tu, nanuna tu e, siku nzima ndani ya nyumba, asubuhi puo na mdomo zimerefuka, anakaanga dagaa amenuna. Akiimba anaimba tarabu, mtanikoma mtaniwe <laughs> <laughs> Ndio, ni pepo. Sema amen. <laughs> Huwezi kuishi na watu wasikukosee, lakini waambie hapo mmenikosea, si ndio? Halafu yaishi siongeana so na watu hapa <laughs> yaishi sio na ngumu. Ndugu mwangaliko, tabia chafu. Ongeana na watu hapa, ongea shida yako, yaishi wa kununa. Kama umekosewa na wewe unakoseaga, kwani wewe ni malaika? Yani kama wewe una tabia kununa, inaonyesha vile wewe ni binadamu mtoto kabisa. Nanunia mme wako, namnunia nini na mko naye? Simwambie mzee, yani jana kwa kweli kwenye ile nyama tulipakua, ulikula nyingi na ulinipunja. Aelewe kwamba alikula nyingi Siku nyingine atapunguza. zupidi sio zupid sioana baada ya siku tatu jamani, sikutatuza jamani, mbona uongee sasa? Nyamaza, itikie useme amen. Amen, shika mkono jirani yako, mwangalie usoni, mwambie unapendeza sana, mwambie unafanana na malaika mmoja wa mbinguni, ila unakatabia kabaya kakununanuna bila hata sababu. Mwambie acha mara moja, sema amen. Acha. Nanuna nini? Ongea. Speak it out. Finish the problem. Don't keep problems. Sababu maisha hayahitaji tuunze shida, tuzitatue tuendelee. Wewe ni chumvi, fungua sauti yako, sema amen. Chumvi ina tabia gani? Chumvi inazuia uozo, chumvi inazuia nzi, chumvi inasababisha ladha nzuri kwenye chakula. Fungua sauti yako, sema amen. amen lakini chumvi pia ukiingiza mahali penye shamba kaika chumvi nyingi hiyo, ilo shamba litaota. Chumvi inafanya kazi kwa kubadilika, inasoma mazingira. Kuna wale samaki wanauzwa wanaitwa wa wa kayabo, ni kayabu au ni kayabo? Mimi sio mtu wa ziwani sana. Wanapakwa chumvi nyingi sana, wanapakwa kwenye magunia, watakaa hata mwezi hawaharibiki, maana wana, wana chumvi Kwanzia leo kila ulipo wewe kisiharibike kitu kwa jina la Yesu, maana wewe ni chumvi kamili. Inua mikono juu, chum, eh, sema eh, Baba nitumie kama chumvi ilivyo na mimi niwe chumvi nizuie kila uwozo kwa jina la Yesu. Pata sauti, sema amen, amen. Kunaona hata kwenye ibada kuna Wakristo hawasemi lolote. Tangu ameingia ibada mpaka unamaliza yuko Tabia, sema amen. Na jiuliza huyu mshirika tuligombana. Nili munyima chai mbona kwangu ajaja. Haleluya, Bwana zifue. Fuwa moyo. Uwe chumvi nyumbani kwako. Uwe chumvi kazini kwako. Uwe chumvi mtaani kwako. Uwe chumvi kila unakoenda. Wewe usio pilipili hata kidogo. Ni aibu wewe unasali kanisani lakini kwako ni migogoro kuanzia Januari mpaka Desemba.